Mimi Jenerali Venance Salvatori Mabeyo mstaafu, kwa mamlaka niliyonayo kama mwenyekiti wa Bodi ya Wakurugenzi mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro, ninawavalisha cheo na kuapisha kuwa kamishna msaidizi mwandamizi wa uhifadhi kwa mamlaka ya hifadhi ya Ngorongoro leo tarehe 24 mwezi Oktoba mwaka 2025. Mwenyezi Mungu awasaidie. Kama tulivyoshuhudia, makamishna wasaidizi waandamizi waliovishwa vyeo leo naenda kutumikia idara ya fedha pamoja na idara ya teknolojia ya habari ya mawasiliano. Kwa upande wa idara ya fedha, idara hii ni ina jukumu la kusimamia ukusanyaji wa, wa mapato na matumizi nikutake mkuu wa idara hii kasimamia imara ili mapato yetu yazidi kuongezeka. Mwaka huu malengo yetu ni kukusanya shilingi bilioni mia tatu hamsini. Ni jukumu lako wewe na timu yako, kwa kuunganisha nguvu na management yote, kuhakikisha kuwa lengo hili linafikiwa na Mheshimiwa raisi ametukumbusha juzi, na anahakikisha kwamba tunaboresha hata miundo mbinu ili tupate tija na watalii wa kutosha ili tuweze kufikia lengo hili na hata kulivuka. Tunatakiwa kuwa wabunifu wa vyanzo vipya vya mapato na kuanzisha mazao mapya ya utalii ili tuweze kuingiza fedha zaidi. Tuna maeneo yetu ya kimondo kule Songwe pamoja na Amboni mkoani Tanga. Naenda kasimamia maeneo haya yawe ni faida, na imani yangu kubwa kwamba kama mtaongeza ubunifu, mamlaka itapata fedha nyingi kupitia kimondo cha Songwe na magofu ya mboni, ujua yale magofu ya mboni, mimi nimepita. Ukiangalia hata maandiko ya Biblia, unaweza ukadhani kwamba pengine ndiyo huko walikuchukulia mfano. Ii, msikie Mwenyezi Mungu, ufalme wa mbingu lazima upitie njia nyembamba. Naamini mliofika Amboni mnaelewa kuna njia nyembamba na njia pana, si ndio? Yeah. E, njia nyembamba unavyopita unapata hardships fulani. Njia ile nye, pana ukipita unaenda kama unafurahi, tunacheza mpira si ndio? Sasa nadhani hilo kila mtu angetamani apite ile njia nyembamba.